agoraowekamba <tipos> mkoa mwanafunzi kaliua ameenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, awe binti au mvulana, afike pale ameshinda, amepata first class au second class, afike pale chuoni, halafu hela zake hujamwingizia Wakati bodi mmeshamteua kwamba anaenda kusoma chuo kikuu, maana yake hakuna koordination. Kama umemteua kwenda kusoma chuo kikuu, ukujua kwamba anatakiwa kupata mkopo. Hawa wakubwa hawa, kwa nini hawakoordinate kwamba tumemteua huyu na huyu anatakiwa kupata mkopo? Serikali ya Magufuli, ukimchelewesha mkopo mwanafunzi, ujue pazi huu